chumi kina mama inatoa nasaha na elimu. Inatoa muhimu kwa vijana kujilinda daima na udhalilishaji, ukatili. Ni foundation yetu Zanzibar maisha bora, tumeshushiwa neema wi lazima niucheze kama mwanamke yeah. Naipenda mziki, uko vizuri katika ubora wako, bado tunahitaji ngoma zako. Mungu akubariki. Anaitwa Bibi Jane Mauka kutoka Masasi. Oh, nashukuru. Hongera sana Vicky Kamata, kazi zako muda wote zimeweka alama kubwa kwa uchumi wa taifa letu. Anaitwa Pastor Martin Mlata. Uh, Fatma Muhammad kutoka Tanga, nampenda sana sana sana. Uh, Viki umetisha. Ah, uh, lafu... <laughs> na moja ah, anaitwa Adela yupo Mbondole, Dar es Salaam anasema unajua sana. Hongera sana. Bora tukupe maua yako mapema. Ann <laughs> san, sana, sana, na taasisi yes, ta kwenye shughuli zao zote mm -hmm. Na bahati nzuri na mimi huwa napata mialiko kwenye shughuli zao, kwa hiyo nashukuru. Mara nyingi wanaperform, hata juzi walivyokuwa wanazindua strategic plan yao ya miaka mitatu waliniita mm -hmm. Nilienda, niliperform, walinialika, nilienda. Oh, hongera, sana. Yeah. Yeah. Jamani, na mtazamaji atakuwa hajatendewa haki, haya wanawake na maendeleo haya atamaliza nayo mwishoni kabisa mm -hmm. Lakini kwanza kuna ka message kidogo, tuiangalie hapa kwa ajili yako. Tangu umeanza kufanya project zako kupitia taasisi yako wamepokeaje? Eh, taasisi yetu dira yake kubwa ni maisha bora kwa kila Mzanzibari na nikiwa na maana na ya maisha bora hapa, hasa kwenye ngazi ya familia mm -hmm. Na ambapo ninajua familia ikishakaa vizuri, maisha yakiwa basi at large jamii e, nzima ehe, itakaa vizuri na itafaidika. Um, kwa hiyo malengo yetu sisi ilikuwa kwanza wafaidika wetu hmm. Ni wanawake, vijana na watoto hmm. Tulikuwa tunaamini kabisa tukiwezesha makundi haya hmm. kiuchumi na kijamii hmm. ndio ambayo yatatufikisha kwenye maisha bora ya kila Mzanzibari. La kwanza kubwa ni kwamba kilimo cha mwani Zanzibar hmm. zaidi ya asilimia tisini kinafanywa na, na wanawake hmm. Hilo ni moja lakini la pili, tulikuwa tunaenda na vipaumbele sera za serikali, la uchumi wa bluu. Sasa tuliangalia kwamba wanawake namna gani wanachangia kwenye uchumi wa bluu. Ilikuwa ni hawa wa kwanza, ni hawa wamama wakulima wa mwani ehe. Kwa hiyo tunakuwawezesha hawa katika kuboresha kilimo chao ili tuweze kuboresha na kipato chao. Lakini eneo lingine pia la pili ambayo tunalifanyia kazi ni suala zima la udhalilishaji wa wanawake na watoto. E, ni jambo um, ambalo kwa kweli huwezi kulifumbia macho mm. Na kila kukicha tunasikia matukio. Kwa hiyo tukaona na sisi Zanzibar Maisha Bora Foundation tuwe na mkono pale katika kuhakikisha kwamba tuna hili jambo, kwa kweli ikiwezekana kulipotee kabisa, tulimalize tulimalize, hii e, changamoto iishe kwenye jamii yetu. Hiyo ni ya pili, na ya tatu pia Zanzibar Maisha Bora Foundation ina katika swala la afya, tumeingia pia katika swala la afya. Ikia ya kwanza, kama nafikiri, mshatuona tunashajihisha au kupromote ufanyaji wa mazoezi. Kwahiyo, nilijiwekea kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi mimi natoka ninatembea na jamii sehemu mbalimbali. Tulianza hapa mjini, utaona mama nafikiri atakuwa mjini hambana, tukaenda kusini, tumeenda kaskazini, tumeenda Pemba, tumefika mpaka huko kutembea na jamii. Yote hii ni kujaribu kuwaonyesha kwamba tunatakiwa tuishi, uh, katika afya tukifanya mazoezi na kula na wakati na kula chakula, ehe, na kula chakula bora Wakati tukitembea, tunakuwa tunatoa ujumbe mbalimbali tunaokuwa, kwa wakati ule tunaona ni changamoto labda mm. au nini tunaweza tukakisapoti kama vile wimbo inavyosema masuala yale ambayo muhimu, wanawake, watoto wanaodhalilishwa, masuala pia ku, ya kuleta maisha bora kwa Zanzibar. mm-hmm. Familia yako imekaa bora bora, basi jamii pia inakaa bora. yeah. yeah. Impact inakuwa ni kubwa kwa sababu mama ndo kila kitu. yeah. Yeah. No, yeah. Kuna kitu ambacho ulisema Vicky, unataka kumalizia nacho yeah. Labda mimi niseme tu, kwanza ninawashukuru sana Klaus, kwa niaba ya commissioner uh, wa uhifadhi ndugu Mabula Misungu Nyanda, okay. ambaye ninaamini kabisa atakuwa anaangalia ki kipindi kwa sababu anaamini hiki kipindi kinatizamwa watu wengi. Kwa hiyo kamishna wa hifadhi Mabula Nyanda anasema anaomba sana watanzania wapende kutembelea peji zetu za TAWA ili wajue mm -hmm. fursa mbalimbali za uwekezaji ambazo ziko kwenye uh, mm -hmm. mamlaka ya usimamizi yeah. wa wanyamapori Tanzania TAWA na pia anashauri na anaelekeza Watanzania wapende kuwekeza na TAWA. mm. tuna bustani za wanyamapori ambapo mtu yoyote ana uwezo wa kuja akatuona, tukampa elimu ya kutosha namna gani anaweza akaanzisha shamba lake la, la, la, la ufugaji wa wanyamapori. okay. lakini ya okay. yeah. kwa sababu tunaamini uh, kumiliki kitalu mm. ni, ni, ni gharama kubwa, inahitaji watu wenye pesa nyingi sana mm. ya yeah, kwa mfano mtanzania anatakiwa na dola laki tatu ili aweze ku kumiliki dola laki tatu. Mgeni anatakiwa awe na dola laki tano. Kwa hiyo tunaona huko bado pengine ni juu sana, japokuwa sio vibaya, wapo wanaoweza pia mw. lakini hata ambao hawawezi kufika kule bado wanaweza wakawa na mashamba ya wanyamapoli. TAWA tuko wazi muda wote, karibuni. Lakini pia mtembelee, mtembelee hifadhi zetu. Tuna maeneo mengi sana, maeneo mengi sana mazuri, ambao mkitembea mtaweza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo TAWA nayo mnaweza mkaenda Mpanga Kipengele, hata kwa Dar es Salaam kuenda pale Pande Game Reserve. Kuna yes, vitu vingi vizuri ambavyo mtapenda kwenda kuona Oana, na kupumzika, kupata upepo mzuri, kubadilisha hali ya hewa. Ofisi zetu ziko Morogoro pale, no, no, no, tuko Morogoro mjini kabisa. Uhum. Barabara ya Dar es Salaam karibu na uh, tafori kama unafafa Uh -huh. Okay, yes. Okay. Karibu ni wakati wote, tutapenda sana tukitembelewa na nitafurahi <laughs> <tupa fanga. laughs> sana asante sana kwa kuja mama, asante, asante sana. tuna tunamtoaje dada Vicky Kamata jamani, hey, no, wanawake no, na maendeleo jamani, jamani mamsimame